Ambayo imeanzia kiimani katika bustani ya Aden kwa baba yetu Adam pamoja na mama yetu Hawa. Maisha yalianzia hapo na kutufanya binadamu kuwa na shughuli mbalimbali ambako zimekuwa zikiambatana na harakati ambazo ni muhimu kuimarisha huduma za afya na mambo mengine ya kiuchumi na kijamii. Dunia ya leo si kama ile ya zamani. Mwenyezi Mungu aliahidi katika vitabu vitakatifu kwamba atatupunguza kwa majanga, kwa ajali pamoja na maradhi, na moja maradhi hayo ni virusi vya UKIMWI ambavyo vimekuwa vikiwafika binadamu na kusababisha upungufu wa kinga mwilini. Kuna changamoto nyingi sana, hadi dunia ikaweka siku maalum kuadhimisha siku ya UKIMWI na jana ilikuwa ni siku ya UKIMWI. Leo basi tuangalie makala maalum kuhusu UKIMWI katika taifa hili la Tanzania. Studio tafadhali kwa makala haya mahususi ya siku ya UKIMWI. Jumamosi Desemba kila mwaka ni siku ya maadhimisho ya ugonjwa wa UKIMWI duniani. Ni siku kutathmini ho, ya kutathmini mapambano dhidi ya ugonjwa huu, jitihada mbalimbali za serikali na mashirika yasiyokuwa na ya kiserikali na watu wa binafsi katika kutokomeza ugonjwa huo. Kwa mujibu wa shirika la mpango wa kudhibiti ukimwi wa Umoja Mataifa UNAIDS, takwimu zinaonyesha tangu ugonjwa wa UKIMWI kugundulika mwaka 1981 mpaka mwaka 2015 zaidi ya watu milioni 36.7 wamefariki kutokana na ugonjwa huo. Je, UKIMWI ni nini? Wataalam na madaktari wa magonjwa wanatafsiri UKIMWI kama upungufu wa kinga mwilini, ni ugonjwa unaotokana na virusi vinavyoitwa HIV au kwa Kiswahili VVU. Virusi hivi hushambulia mwili kwa kuondoa nguvu zake za kupambana na maradhi. Ni takribani zaidi ya miaka 35 tangu kugundulika kwa ugonjwa huo duniani, lakini mpaka sasa hakuna tiba wala kinga kamili ya ugonjwa huo. Dr Leonard Maboko ni mkurugenzi mtendaji tume ya kudhibiti UKIMWI Tanzania, TACAIDS. Yeye anatueleza ugonjwa huo ulianza kugundulika nchi gani na namna gani ulivyosambaa maeneo mengine duniani ikiwemo hapa nchini Tanzania. Kidunia, wagonjwa wa kwanza kabisa wa UKIMWI waligundulika mwaka 1981 1981 kwa Marekani. mm -hmm, na lakini kwa hapa nchini wagonjwa wa kwanza kabisa waligundulika mwaka 1983 katika mkoa wa Kagera, lakini baadaye kufikia mwaka 1986 mikoa yote ya Tanzania ikawa imesha ripoti kuwepo kwa wagonjwa wa UKIMWI. Kwa hiyo unaweza ukaona tu ni baada ya miaka mitatu baada ya kuwa wagonjwa wa kwanza wamegundulika kule Kagera, mkoa wa Kagera, basi mikoa yote ikawa imeripoti kuwepo kwa ime wagonjwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa wa UKIMWI. Mnamo Julai 18 mwaka 2016 katika kongamano la 21 la kimataifa la kupambana na maradhi ya UKIMWI lililofanyika nchini Afrika Kusini, mfuko wa watoto wa umoja mataifa UNICEF umesema virusi vya HIV na ugonjwa hatari wa UKIMWI vingali sababu kuu ya vifo vya vijana wengi barani Afrika. Je, ni zipi takwimu za maambukizi ya ugonjwa huo nchini Tanzania? Bahati nzuri pia kwamba nchini Tanzania, kila baada ya miaka minne huwa tunafanya tathmini ya ya kuangalia kiwango cha virusi vya UKIMWI au watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI katika nchi yetu. Sasa kwa utafiti ambao ulifanyika mwaka elfu mbili na kumi na mbili na mbili kumi na tatu inaonyesha kwamba kiwango au yaani, asilimia ya watu waliokuwa wakiishi na virusi vya UKIMWI kwa Tanzania bara peke yake ilikuwa ni asilimia tano pointi tatu. Ukisema asilimia tano pointi tatu, maanake kila kati ya watu mia moja watu watano takriban watu watano wanakuwa na, na, na maambukizi ya virusi vya UKIMWI na lakini ukijumuisha na Tanzania visiwani i, hali ilikuwa ni asilimia tano pointi moja yani, kwa sababu visiwani hali ya UKIMWI sio juu sana kwayo, kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ule wastani unapungua kama ukiziweka takwimu kwa pamoja. Kwa hiyo kwa Tanzania bara peke yake asilimia tano pointi tatu na kwa Tanzania visiwani uki, ukijumlisha uki inakuwa ni asilimia 5.1. Huo ni utafiti ambao ulifanyika una ambao tunasema ni utafiti wa viashiria vya UKIMWI. Sasa katika mikoa kuna tofauti kati ya mikoa na mikoa, labda hiyo tu ni hali ya ujumla, lakini mikoa na mikoa kuna mingine ambayo iko juu ya wastani wa, wa, wa kiwango cha ki yani, wastani wa kitaifa lakini kuna mingine iko chini na hadi sasa kuna mikoa mitatu hasa ambayo kiwango kilikuwa juu sana. Kuna mkoa wa Njombe, kuna mkoa wa Iringa na kuna mkoa wa Mbeya. Sasa kwa mkoa wa e, wa Njombe ilikuwa asilimia, asilimia takriban asilimia kumi na tano asilimia kama kumi na tano ya, ya watu wal, yani walikuwa wanaishi na virusi vya UKIMWI na lakini kwa mkoa wa Iringa ilikuwa asilimia tisa na kwa, na kwa Mbeya napo ilikuwa ni kama asilimia tisa. Ugonjwa wa UKIMWI ndio tishio kubwa zaidi kwa usalama na maendeleo ya Afrika ambapo husababisha malengo mengi ya kimaendeleo ambayo yamekubaliwa kimataifa kushindwa kutekelezeka. Ni jitihada zipi zaidi zinaendelea kufanyika katika kupambana na tatizo hili? Kama tukifanya jitihada kubwa kuwapata wale walioambukizwa wanaoishi na virusi vya UKIMWI, kuwapatia dawa hiyo tu inaweza kazuia maambukizo mapya kwa asilimia kama ishirini na sita hiyo peke yake, yani kama ulikuwa na maambukizo mapya mia moja unaweza kupunguza ishirini na sita kwa kutumia mpango wa kuwatibu wale wote walio, walio, w -w -w ukiweza kuwatibu wale ambao vizuri wale ambao wameambukizwa wame, wame sasa lakini, kuna jitihada kama hivyo za kusambaza kondom pia, na takwimu zinaonyesha kwamba kama watu hiyo program za kondom zikiwa ziki nzuri na watu wakakubali kubadilika na enyewe, inaweza kachangia asilimia ishirini na tisa. Kwa hiyo unaweza ukaona tu kwamba hizi hizi tunasema afua intervention mbili, kondom na hata kutibu wale ambao wameambukizwa, ukizifanya vizuri, unaweza ukachangia kwa asilimia 55 kupunguza maambukizi mapya. Kwa hiyo nimejaribu tu kuelezea kwamba ni kweli kuna matatizo, yaani kuna namna ambavyo kwa nini hali inaendelea, lakini pia kuna kuna tumaini kwamba tukifanya jitihada nzuri kuna aina ya, ya ya afua au interventions ambazo zinaweza zika, zikasaidia kupunguza kama mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti UKIMWI Tanzania alivyoelezea jitihada za kupambana na ugonjwa wa UKIMWI. Lakini je, Watanzania wanajitokeza kwa kiasi gani katika kufahamu afya zao? Dr Joan Rugemalila, daktari bingwa kutoka idara ya tiba ya hospitali ya taifa Muhimbili, anaeleza hali halisi ya mwitikio wa Tanzania katika kujua afya zao mwitikio wa watu kujua hali zao za maambukizi ya virusi vya UKIMWI tunasema VVU bado ni mdogo kutokana na utafiti uliofanyika hivi karibuni kwamba kuna asilimia 50 ya watu wazima wenye umri kati na tisa ya miaka 15 na 49 hawajaweza kujua hali zao za maambukizi ya virusi vya UKIMWI japokuwa tunaweza kusema kwamba kuna mafanikio ambayo tumeyaona hivi karibuni katika upimaji wa VVU. Baada ya kampeni ya mwaka elfu mbili na saba iliyoongozwa na Mheshimiwa Rais Kikwete, zaidi ya watu milioni tatu waliweza kupima na kujua hali zao za maambukizi ya virusi vya UKIMWI, na hii ilifanyika ndani ya miezi sita. Asilimia iliweza iliongezeka, na watu wengi walipima ndani ya kif, ya kipindi kifupi cha miezi sita baada ya kampeni, zaidi ya watu milioni tatu walipima na kujua maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Moja kati ya malengo ya mashirika ya kimataifa yanayopambana na UKIMWI ni kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini kuwe na maambukizi zero kabisa ya ugonjwa huu kwa njia ya maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, huku Cuba ikiwa ni nchi ya kwanza kufanikiwa kwa hilo. Lakini je, kwa Tanzania, waathirika wa ugonjwa na wenye virusi vya ugonjwa UKIMWI wa UKIMWI wamejitokeza kwa kiasi gani? Hali inaelekea ina, ina, ina kuridhisha japokuwa bado watu wengi hawajaweza kufika katika vituo vya afya, lakini uh, kuna baraza la, la taifa la watu walioathirika na virusi vya UKIMWI linaitwa na kofa hili baraza lilianzishwa mwaka elfu mbili na tatu lakini lilipata usajili elfu mbili na tano kwa hiyo linaundwa na watu walioathirika na virusi vya ukimwi na malengo yao makuu ni kuweza kupaza sauti na kushirikiana na wadau wote wa sekta ya afya katika mpango wa kudhibiti virusi vya ukimwi kwa hiyo hao wamekuwa wakisaidia sana katika kwenye kampeni za kuhamasisha watu kupima virusi vya UKIMWI kupata tiba, tukiwa na maana ya kupata dawa za ARV pia kupata ushauri na vilevile kuweza kujishughulisha na um, mambo mengine ambayo yataweza kupambana na virusi vya UKIMWI. Mnamo Oktoba mwaka 2016 shirika la afya duniani WHO limetoa mwongozo mpya wa tiba na kwamba tiba itolewe kwa waathirika wote. Je, kwani hali halisi ya matibabu kwa sasa ipoje ukilinganisha na miaka ya nyuma kidogo? Kwamba ilikuwa kuna mwongozo tofauti kidogo, kwamba kuna kipindi ambacho mtu anakuwa na kinga imeshuka, tunaita CD4, tulikuwa tunaangalia jambo hilo, lakini kwa sasa hivi tutaanza kutoa tiba kwa watu wote waliopimwa na kukutwa na maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Na hii kwa kuongezea tu ni kwamba imeonekana utafiti ulifanyika ambao tunaita trials, na ikaonekana manufaa yake ni makubwa kuanza tiba mapema. Takwimu za maambukizi ya virusi vya ugonjwa wa UKIMWI kwa nchi ya Tanzania zimeshuka kutoka asilimia saba nukta moja nne mwaka 2005 mpaka asilimia tano 5, 5. 5 nukta moja mwaka 2015. Daktari Loge Marila anaeleza namna matumizi ya dawa za kufubaza virusi hivyo, yaani ARV, zilivyofanikisha kupunguza maambukizi hayo, zina manufaa na pia manufaa yameonekana kwa nchi yetu Tanzania kwamba kwa takwimu zilizofanyika katika baada ya ndani ya karne moja hii ya 2005, 2015 kiwango cha maambukizi ya virusi vya UKIMWI kimeshuka kutoka asilimia saba mwaka 2003-2004 mpaka asilimia tano pointi moja mwaka 2015. Kwa hiyo kiwango cha maambukizi kimepungua, japokuwa tunasema kwamba hali imebakia katika hali ya tha, hali thabiti au kwa lugha ya kitaalamu tunasema steady kwamba hatujafika mbali sana, hatujafanya vibaya sana, tupo kama katikati, na hii inachangiwa na kwamba dawa zimeweza kufanya kazi, watu wamepewa dawa za ARV, kwa hiyo wakaishi maisha marefu, wakapunguza magonjwa ya nyemelezi, lakini pia vifo vimepungua kwa asilimia 44 kwa takwimu zilizofanyika hivi karibuni mwaka 2015. Matumizi ya ARV yameonekana ya kusaidia kwa namna kubwa sana katika mapambano ya ugonjwa wa UKIMWI licha ya daktari kuelezea. Huyu hapa ni mmoja wa waathirika wa virusi vya UKIMWI, anathibitisha zaidi namna ARV zilivyomsaidia katika kufufua matumaini mapya ya kuishi. Dawa za ARV zimeniletea matumaini sana n yani, mpaka sasa hivi sihisi kama mimi ni mgonjwa wala sihisi kama na maambukizi. Ninahisi niko kama kawaida na watu wengine. Dawa za ARV nimezianza toka elfu mbili na tano ila mara nyingi huwa zinaleta matatizo. Yale matatizo nikishayaona kwa dakika, huwa narudi kwa daktari kumwelezea, ananibadilishia dawa. Kwa sasa hivi nishabadilishwa dawa takriban mara tatu. Mara ya kwanza nilipewa dawa zikaniletea ganzi kwa muda wa kama mwaka mmoja na nusu miaka miwili, nipodikwa daktari akazibadilisha, nikapewa aina nyingine ya dawa, lakini kwenye kundi lile lile la kwanza, kundi lile lile aina nyingine, nayo pia nikaenda nayo mpaka mwaka jana mwezi wa tisa, zikaniletea upungufu wa damu, nikawa napungua damu kidogo kidogo. Kuna aina moja pale ikawa inapunguza damu <mulia> Moja kati ya changamoto kubwa iliyokuwa inatolewa katika elimu kwa jamii ni kuhusu unyanyapaa wa ugonjwa wa UKIMWI. Je, hali hii kwa sasa ipo kwa kiasi gani? Naweza kusema ndiyo, kesi bado zipo, tukimaanisha ule ute, kutengwa uh, tunaita unyanyapaa. Unyanyapaa unyanyapaa una, una sehemu tofauti tofauti. Kuna unyanyapaa wa mtu mwenyewe, unyanyapaa wa watoa huduma unyanyapaa pia wa watu wanaowazunguka wengine katika jamii. Na hii imekuwa sababu kubwa sana pia katika tafiti zilizofanyika kwamba pia hata wengine wanaohofia kwenda kupima kwa sababu ya unyanyapaa. Lakini pia mtu anapotumia dawa bado wengine wanamnyanyapaa kwamba wanaweza wakaambukizwa virusi vya UKIMWI wakitumia vitu vya chakula kama vijiko, sahani na vinginevyo au kumshika mkono hata tuko karibu naye. Kwa hiyo unyanyapaa bado ni tatizo kubwa japokuwa tunashukuru kwamba kuna wadau mbalimbali katika mashirika ya, ya serikali na sio ya serikali katika kupambana na hii hali, kwa sababu unyanyapaa utapelekea mtu asipate tiba sawasawa, asipate uadilifu. Unyanyapaa kwa wazazi ambao waliathirika na virusi vya ukimwi, kuto kuambia watoto wao wamezaliwa na virusi vya ukimwi, hii inamaanisha kwamba wale watoto hawatakuwa hawata wanaelewa ni tatizo gani kwa nini watumie dawa kila siku? Kwa hiyo uadilifu wa dawa utapungua au utakuwa haupo kabisa, na mwisho wa siku hatuna yale manufaa na mafanikio ambayo tunayatarajia. Ndio, lakini pia katika uh, upande mwingine ni kwamba unyanyapaa katika jamii, hawa ndugu zetu, marafiki zetu, natakiwa tuwaweze kuwapa eh, sapoti kwamba wana tatizo la ugonjwa ambao ni ugonjwa sugu, utatumia dawa maisha yako yote kwenda kliniki dawa uzinywe, sawa sawasawa, weze kukumbuka. Kwa hiyo sisi wanajamii ndio tutakuwa tunatakiwa tuwe wahamasishaji katika kutoa sapoti kwa hawa watu. Kuenyenyepaa kuna muumiza kiasi gani? mwathirika wa wow, UKIMWI. Baada ya siku tatu nikawa nimeenda nyumbani, kwenda nyumbani nilikutana na kakaangu baba moja, mama moja alinishauri nianze dawa, wakati hu hakuna dawa zenye uhakika Jibu langu nikamwambia kaka, siwezi kuanza dawa nikiwa peke yangu. Ushauri niliyopewa, tunatakiwa tuanze dawa tukiwa wote watatu, na isitoshe dawa zina gharama, na mimi sasa hivi kipindi cha pesa hiki sina, na siwezi kuanza dawa nikiwa mwenyewe, labda nijipange. Kwa vile kakaangu hakuwa ameongea kwa maongezi mazuri, yani aliongea kwa jazba, iliniumiza sana. Nikalia mbele ya kakangu. Nilipolia, jibu la kakangu alinambia, "Usilie wewe leo, tutakulilia sisi siku tutakayokubeba kwenye jeneza, tunaenda kukuzika." Kwa kweli pale niliumia, niliumia sana, tofauti na siku niliyopata majibu. Baada ya kujigundua kuwa yeye ni mwathirika wa UKIMWI, mwathirika huyu anaumia kwa kiasi gani na vipi kuhusu jamii au watu wake wa karibu wanaomzunguka? Siku ya kwanza nilipogundua nilishtuka, lakini nilibidi nidhibiti moyo wangu kutokana, kwa sababu mume wangu ndo alikuwa mgonjwa. Nikaona mimi nikishtuka sana au nikifadhaika sana, mume wangu nitamwathiri kisaikolojia. Kabidi mi nijipe moyo na kumpa moyo mwenzangu ili aendelee kuishi. Kuna siku niliumia, na hiyo siku sitaisahau mpaka mwisho wa maisha yangu. Siku hiyo nilitoka hapa nikaenda nikamweleza mamaangu mzazi kuwa mama, na maambukizi. Mamaangu aliumia na kiasi, alitoa machozi pale. Nilitulia kwa kujikaza, ili mama asiwadhaike sana. <mulia> Zipo njia nyingi za maambukizi na za kujikinga na virusi vya UKIMWI. Daktari Ruge Malile kutoka idara ya tiba ya hospitali ya taifa ya Muhimbili anatukumbusha ama kutueleza njia za maambukizi na za kujikinga dhidi ya virusi vya UKIMWI. Kwa hiyo njia kuu tunasema ni kwanza ni, ni ngono katika makundi yote ambayo si salama, tukisema kwamba watu hawajajikinga na, na ngono, kwa hiyo tutasema kwamba katika kujikinga tunahamasisha watu waweze kufanya ngono salama kwa njia kuu ya kutumia kondom. Njia nyingine ya pili ni kutoka kwa mama mjamzito ambaye ana virusi vya ukimwi kwenda kwa mtoto, na tunasema asilimia mpaka uh, 35 mtoto anapata riski ya kupata maambukizi ya VVU kutoka kwa mama yake. Kwa hiyo njia ya kujikinga kumkinga mtoto asipate maambukizi kutoka kwa mama yake, ni mama kuweza kwenda kliniki mapema, pindi anapofahamu kwamba sasa nina ujauzito, aende kliniki mapema, atapatiwa vipimo, atakapokutwa na maambukizi haya atapatiwa dawa. Na hizi dawa tunazidi kusema kwamba zitumike sawasawa kwa uadilifu. Nikienda kwa njia ya tatu ni matumizi ya sindano. E, e, tukisema zaidi katika wale watu ambao wanajidunga madawa ya kulevya. Unajua wale wenzetu wanatumia dawa wanachoma sindano mmoja nampa mwenzake ana share wanasikia pamoja wanashirikiana. Lakini vile vile masindano tunatumia mahospitalini na sehemu mbalimbali katika kuchoma dawa au katika matumizi mengine ya sindano. Pia kuna vitu vidogo vidogo ambavyo vinancha kama nyembe. E, vitu kama hivi ambavyo mtu anaweza kutumia katika vimiminika kama damu akaweza kupata maambukizi. Kwa hiyo ku, kuweza kupunguza kuacha kabisa kutumia njia hizi. Halafu a, njia nyingine ambayo pia sasa hivi tunasema tuna, tuna, tuna, tuna ni hii matumizi ya dawa za ARV, kwa maana kuna, kuna, kuna makundi ambayo, e, labda mume na mke au mtu na mwenza wake mmoja akawa na maambukizi mwingine akawa hana maambukizi, hawa tunawaita discordant couples. Anaweza akamwambukiza mtu mwenzake, mwenza wake, lakini vile vile hata wakiwa wote wana maambukizi, hawa virusi vya UKIMWI wana aina mbalimbali, tunaita subtypes. Kwa hiyo akiwa ana, anatumia ngono, akifanya ngono ambayo si salama, anapata maambukizi mapya kwa yale, kwa nayo mwanzoni anaongeza mengine tena, virusi vya aina nyingine tena hivi vya HIV vyenyewe. Halafu kuna tatizo la baadaye la kuleta usugu wa dawa za ARV. Kwa tunashauri pia kuweza kumshirikisha mwenza wako, ni njia mojawapo, mtashauriana jinsi ya kujikinga ili mtumie kondomu <mimu> Kumekuwa na taarifa tofauti kuhusu kupatikana kwa tiba na kinga kamili ya ugonjwa huu. Je, mpaka sasa hali halisi ya upatikanaji wa tiba na kinga ya ugonjwa, ugonjwa wa UKIMWI vi, ipoje? Ugonjwa huu wa virusi vya UKIMWI mpaka sasa tiba, tumezungumza ni hizo tiba ambayo inafubaza virusi lakini haitawamaliza wala kuwaua. Kwa hiyo tunasema sio kiwa, kutokana na jinsi e, nature ya virusi inavyokuwa lakini juhudi zinaendelea kwa mataifa mbalimbali hata hapa kwetu Tanzania na hususan kwa Muhimbili kuna, kuna tafiti zinaendelea kwa ajili ya chanjo. Matumaini yanaonekana kutokana na kwamba hizi tafiti zinapitia ngazi tofauti, tofauti tofauti. tarehe mosi Desemba mwaka 1981 ndio siku ambayo wataalamu na madaktari wa afya waligundua virusi vya UKIMWI kwa mara ya kwanza duniani huko nchini Marekani na hii ndiyo sababu kubwa ya maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani kufanyika tarehe kama hiyo kila mwaka. Je, siku hii inamaanisha nini katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo hatari duniani? Huyu hapa mkurugenzi mtendaji wa tume ya kudhibiti UKIMWI Tanzania, Dr Maboko akifafanua zaidi. Nashukuru Mheshimiwa Rais pia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Magufuli ni wakati mzuri pia wa kuitafsiri kauli yake mwaka jana. Watu wengi waliona kama vile sasa siku ya UKIMWI duniani, nafikiri wengi wanafahamu kwamba sherehe zilizuiliwa, lakini tafsiri nzuri ni kwamba siku hiyo sasa, najibu swali lako, siku hiyo sio siku ya kujitanua, sio siku ya kufanya matanuzi, sio siku ya ku, ya kusherekea na kufurahi na shamra shamra Ukweli kabisa siku ya UKIMWI duniani ni siku ya kukaa chini na kutafakari. Je, hapa nchini maadhimisho hayo yatafanyika tume, um, tume kwa namna gani? Tumefikiri kwamba hiyo ni siku ambayo tutatathmini na hasa katika masuala ya, ku, ya kuchangia, kuchangia shughuli za UKIMWI sisi kama Watanzania, na kuna kitu ambacho kimeundwa kinaoitwa mfuko wa udhamini, mfuko wa udhamini, mfuko wa udhamini wa, wa, wa, wa, wa, wa UKIMWI na tayari kuna bodi ilishaundwa, na hiyo bodi itazinduliwa rasmi siku hiyo. Kwa hiyo tutazindua bodi na kuona kwamba na, na kuna kuzinduliwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa huo mfuko ili kwamba tuweze ku, tuweze ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku kutafakari namna gani kama Watanzania tunaweza tukaendelea ku kufadhili hizi shughuli za, za, za UKIMWI ni kama kuimarisha vyanzo vya ndani vya vya shughuli za UKIMWI za, za, za, za kudhibiti UKIMWI. Kauli mbiu mwaka huu Kiingereza inasema hands up for HIV prevention, yani kama unasema mikono juu kwa ajili ya kudhibiti kwa hiyo inahusiana ina na kuprevent kuzuia maambukizi mapya ya, ya virusi vya UKIMWI. Sasa, kwa sababu tunaruhusiwa pia kama nchi kutoa tafsiri ambayo inafanana na hiyo, lakini katika mazingira ya kitanzania sisi tume, tumeamua kutafsiri kwamba tuungane kuzuia maambukizo mapya ya virusi vya UKIMWI kuelekea maadhimisho ya siku ya UKIMWI duniani. Daktari Ruge Marila kutoka idara ya tiba, hospitali ya taifa Muhimbili anatoa ushauri gani kwa watanzania juu ya ugonjwa wa UKIMWI? Janga la UKIMWI bado tunalo. Tumepiga hatua katika tiba, katika upimaji, lakini bado lipo. Kwa hivyo, mimi wito wangu kwa watanzania wenzetu wote ni kwamba tujisikie ujasiri wa kila mmoja kushiriki kwa namna moja au nyingine kuweza kwanza kujua hali zetu za maambukizi ya UKIMWI. Kwa hiyo tukapime, tuweze kujua hali zetu za maambukizi ya UKIMWI, halafu kila mmoja awajibike na ajisikie kwamba anaweza kusaidia ambao tayari wameathirika na virusi vya UKIMWI. Ahadi ya Wizara ya Afya nchini kwa kushirikiana na mashirika ya kiserikali na sio kiserikali ndani ya nchi na kimataifa ni kuendelea kupambana na ugonjwa huu kwa kuhimiza jitihada za kila Mtanzania kushiriki vita dhidi ya ugonjwa huu. Ni wazi kwamba jitihada mbalimbali zikiendelezwa, ipo siku malengo ya dunia, Afrika, Tanzania bila ya UKIMWI yatawezekana.